Mwenyeni niwambie, unaweza ukawa huna mtaji hata mia ukasajili kampuni kwenye chat za kusajili kampuni. Iko hivi, kwenye kusajili kampuni kuna gharama mbili, gharama yangu mimi ya kazi, gharama ya pili ambayo tunailipa kwa serikali ili kampuni yako kupewa usajili Tanzania. Sasa wenyewe wana package nne. Hizo package zinakategoriziwa kutokana na thamani halisi ya kampuni yako unaotaka kusajiliwa. Kwa mfano hizo uh, kategori nne ukichagua kampuni yako ina thamani au value kiasi gani, ndio kuna hela unakao lipa. Kwa hiyo, yani inaonyesha jinsi gani ambavyo sio gharama kusajili kampuni. Ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia elfu ishirini mpaka milioni moja unalipia 167,200. Ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia milioni moja mpaka milioni tano unalipia 247,200. Ukisema kampuni yako ina thamani kuanzia milioni tano mpaka milioni 20 unalipia 333,200, na Ukisema kampuni yako ina thamani kati ya milioni ishirini mpaka hamsini unalipia laki tatu sitini na mbili na mia mbili. Alafu ukisema kampuni yako ina thamani kwanzia milioni hamsini na kuendelea, bilioni milioni mia milioni mia mbili unalipia laki tano kumi na mbili na mia mbili, nimekiongezea hapo thamani hii. Thamani inachaguliwa wapi? unajuaje thamani ya kampuni yako? Moja, unaangalia mtaji unaotaka kuanza nao. Pili, unaangalia aset unazomiliki kama kampuni au asset utakazotumia kwa mfano, umepanga nyumba au nyumba ni yako au jengo ofisi, asset yoyote ambayo kampuni inamiliki kwa namna moja ama nyingine. Tatu, unaangalia gharama za uendeshaji wa kila siku, kwa mfano mafuta, maji, umeme, kulipa wafanyakazi, kulipa chochote kile kinachokutoa ela yako mfukoni. Vyote unavyoanalyze kwa nature ya industry yako, kwa nature ya biashara yako, vyote hivyo kitu cha nne chochote kile In one way or another, kina support utendaji kazi wa kampuni yako. Vile vitu vyote vinne ukivikusanya vyote, ndo unaangalia thamani halisi ya kampuni yako, ndiko hivyo. Ukichukua hivyo vyote, ndo unapata thamani halisi ya kampuni yako. Lakini let me tell you one thing, unaweza usionacho hata kimoja. Kwa sababu hivi vyote analyze ni tunashum tunategemea kampuni itaweza kupitia hivi vitu vyote ili kuweza kuanza kufanya kazi wakati unaanzisha biashara hii. Sasa hivi nikirudi kwenye pakeji zile unazochagua, unaweza usiwe na kitu hata kimoja kwenye vitu navyovitaja hapa, lakini lazima uchague uh, kampuni yako unataka kuivalue kuipa thamani shilingi ngapi? Kama kampuni yako unaipa thamani ya shilingi ngapi, ni kwamba ile thamani utakayochagua kuipa thamani ya kampuni yako, hiyo thamani ndiyo itakayo value. Kwamba siku moja kampuni yangu ikiwa imekaa kamili kabisa, ipo kwenye potential kabisa kila kitu kimekatimia, thamani yake ndo hiyo ishirini.